Watu wanasema hii Simba hii. E, e, yani wasiende wasi hii hii. Kumchokoza Yanga, watulie kwanza, jamani e, nyamsi wachokoze wa Galatia kwanza, tulieni, nye tengenezeni timu. Shida iliyopo, nisikilize vizuri, shida iliyopo Simba sio timu timu, timu wapo watu wanasajili lakini pale sasa, pale pana makundi mawili sasa hivi. Makundi gani? Ah, utajua mwenyewe. Kuna kundi la tajiri na kuna kundi la ah, utajua mwenyewe. Kuna makundi mawili pale, palishajitenga, kundi la tajiri na kundi kundila... wanajua wenyewe, na ndio maana wale wa kwenye hili kundi uh-huh. Wewe unahitaji Simba ididimie. Kila siku na na Yanga na Yule na na mengi, lakini bado hajarudi, a, arudi wapi ya <laughs> na mke Saidi, kama na mke kukubali mweusi we, we, ka! jua la kule Dar es Salaam? Anaipambania Simba Kuhu. Nani mwingine anaweza kwenda kupambania Simba? Wawili tu nimewaona m na nani, si huyu Amediali na Mo, mwenyewe au Dr. Mo huyo. Mnemsema Dr. Mo, uh, dokta Mo anapambania Mo. Mo nani? Mo anapambana kutengeneza timu, wanapambana huko. Jana nimemwangalia mweusi anaihangaikia ah. Simba ah. Wengine mmekaa tu, kazi yenu kupita mlango wa uani wa? wanapita mlango wa uwani wanaenda kuchukua, wanakaa wanaana. Amediari anahangaika kule, ndio maana nimekuuliza, Amediari hana mke? Amediari kaoa, Mzee Said hata kama kaoa, mke wake kamwachana. nani wiki ya ngapi? Arusha sijui Manyara, sasa hivi kaibukia Mwanza sijui Singida. mtoto kijana wa watu anazeeka, wanatokomeza yaani, yule anazeeka kwa ajili ya Simba. Nani mwingine nani wapo? napiga piga mikelele wapo kina nani? achana na hiyo habari babu, yeah. achana babu na babu na mediari babu, ile simba inatembea kwa mgongo wa mediari leo. Mimi ndio nawaambieni hata huu ushindi ushindi tunaopata huu tunatembea, yaani anakuja kushindwa na yanga tu huku kote na buluza mediari anatembea na timu. Tafikiri kama yeye ndio balozi wa simba. Unafanya mchezo ile kazi anatakiwa fanya mabalozi. Wale hili staili hata yeye apewe pale kazi hapo. Ya... Kabisa kwanza hata hiyo kazi. Hiyo kazi yenyewe wa wa. Usemaji wangemuondoa pale. Wampe choo kikubwa. Wampe choo kikubwa kwa Ahmed Ali ana kazi, lakini wamekaa ngulu mbili pale watamtoa wapi? Wampe kazi hiyo. Watamwambia nenda huko. Sasa sasa hivi baba wa watu anatembea. Paka kama mweusi Ahmed Ali. Akamungu masafia saidi. Mtume. Eh? Nimemuona mwenyewe jana. Ahmed Ali. Ahmed Ali huyu huyu. Ungavu wote wa sura yes. ya ule mtoto ume. naongoa jua au? Baridi, chacha, si baridi najua katoka Manyara. Manyara kuna nini? baridi kali. Kumbe kumbe katoka pale kaenda Mwanza, anaenda sa wapi? uh, uh, na rudi, na unafikiri mke wake juzi <laughs> akimpigia, okay. huku naumwa mimi. We, we. Anapanda gari we, anapanda ndege hospitali kupo, yeah, hospitali kupo. siendi peke yangu. Lazima mzee wewe, hey, yule kijana na, hey, yule kijana na moyo ana moyo yule ndio simba, simba. Eh, yule ndo simba tipiko. Hata kama kuna membo ah, huh? wewe anatakiwa kuungwa mkono yule. <laughs> Kwa hilo, ah, ah, ah, Hatua, anayopita ni kubwa wengine si unawaona wako wapi? Wanaojifanya wao wanaipigania Simba, nilikwambia hivi jua linatoka, nisikilize. Analipwa na nani? Kwani nyinyi mkitokea wapambanaji mnaipambania Simba, na Dokta Mo analipwa na nani? Sawa, sasa ngoja nikwambie, kwani anayepambania simba Dokta Mo yuko peke yake? Siwapo watu wengine? Mbona hawajatoka, eh, wakasema sisi tulipeni tuende? kwani Bwana, kwani wanakulazimisha au wanakufuata, wanakufuatanae, si tunataka ufanye moja mbili tatu, mm. Kwa hiyo timu yako iko ndani ya moyo wako, si unasema nipeni niende. Kwa Mzee Said ungefuata, ungeenda. Mimi nakwenda Shekhe. Mimi nakwenda. Kweli? Tena nakwenda kwa asilimia mia moja. Ila siombi. Ah, eh, siombi. Uh, wao usijua, akasema Mzee Said kaomba, naenda katangaze <laughs> jezi. Ah. Yule mzee njaa ndo inamsumbua. Unazungumzia kwa mapenzi yako. Mimi nazungumzia kwa mapenzi yangu ya. mi light kama wangekuja bwana, mzee Saidi, hey, tunakuhitaji uwo ndo kaipambanie Simba kuhusiana na jezi feki, ningewaambia fasta. Hata kama wasingenipa hela, wanipe usafiri tu, kula, kulala, nitajijulia mimi mwenyewe. Uwezo huo ninao. Wanasimba wapo wenye uchungu, si unawaambia tu wenyewe na unapita nazo. Hey, tena huko huko huko watu wanakupa tu Mzee, hiyo pale amediari kapewa ishirini, kwa macho yangu naona si, ah naona si nakwambia, sin, watu wana uchungu shabiki wa Simba, shabiki wa Simba katoa ishirini kamgeanka, amediari kazifanya hivi. E, sasa kumbe wanauchungu watu wanamwelewa Mediari, na ndo maana nilimkataza Mediari, lakini mijitu ikaanza kulopokalopoka hovyo bila sababu za msingi. Nilimwambia Mediari, una watu nyuma wanakufuata, wanakusikiliza wewe. Ubaya ubwela watu wamedunda tu ngingingi, ubaya ngingingi wamenyamaza tu, ubaya ngingingi, lieli uwanja lile uambiwe ubaya, alafu watu wamenyamaza, unajisikiaje? Lakini, amediali akisema ubaya, watu wanamwagika wana kama maji, wow. Ah, eh kama Simba, eh, eh, yule mzee wana Simba, afu kijomba ki, ki, ki, ki, fulani kinamchungulia kinamwambia wewe, hey, unataka nini? mbingwa ngoo. Kwa hiyo tumefika pale kongosa tumekongosa ya, jami ya, ya jamii tumeondoka. Mzee Saidi, ah. Usiyomuelewa na ukasema huyu mtoto upande wa pili lakini juzi kaendeleza tena ubabe wake, Johnson mm. soa He, he, he. Tena. Kaweka, kaweka. Bana sikiliza minivanye. Mimi nikwambie mimi Johnson soa sio simuelewi ni sweka la boli lakini ili akamilishe usweka wa boli aweke Yanga awaweke Yanga mm. continuously... Mimi nitakuja kugaragala kifua wazi. Na utahitaji una neno. Ah, ya wewe bwana wewe Waweka huko manake, hata kama ukifungwa na yakishinda goli moja utafurahi? Ah, nitafurahi, itakuwa haina maana eh? Tuwaweki alafu mpira unaishasmiaka yani. So, Mungu mimi we wagalatia hawa na hamnao, wagalatia na hamnao. Mimi siku ya kuja kuwafunga takuja kumshukuru Mungu, ntakuja kunywa maji chini ya ardhi, utakuja kunywa maji chini ya ardhi. Ha, ha, wana nikose shalaha, kabisa, kuna, unaweka maji chini ha, unaweka kuna, unainama, una cheki, hapo kikubwa hicho ardhi ya Mwenyezi Mungu Sik... E, mimi nilichukua kuku baada ya kuondoka Saido, niliwambia siku akinyanyuka ao mina chinja kuku mweupe. Sasa kumbe ha? Mimi nikiweka nadhiri babu na nikikwambia kitu fulani, no, no. Leo Nimeweka hadi ngapi? Kuna tua unanikumbusha kuna, kuna hadi ya kutaka kwenda uwanjani ukiniona uwanjani Yanga na Simba na si, si, na Simba anashinda. Hadi ya pili ya mbuzi. Hadi ya toke mbuzi utachinja. Eh, nani? Eh eh ta, tatu nimeweka. Aleo, hadi nyingine. Eh, tatu. na, na, na yule atokio <laughs> madaraka wapi? Mimi nashangaa starehe, tunapelekana polisi. Ile ni starehe na ndio maana nilikuuliza hivi mm -hmm. Jezi na suti kipi kina heshima? Siwahi kukuuliza afu hata kuna hata mtazamaji wako mmoja aliyojibu tatizo shida uh, uh, iko hivyo Mzee Said ulichokizungumza, sio kama wameshinda kukijibu watu, uh, wanajua chenye heshima eh, ni nini? Ni suti. Umesema... subiri mimi nivae suti alafu uvae jezi. Nani atakaye muuliza, mwenye suti mwenye jezi. Kuulizwa vipi? Bana mbona umevaa jezi size vipi? Lakini mwenye Katafa. suti ni kitu cha kawaida Katafa kimo. Hiyo eh. ni itakuja ku, kuleta heshima au watu watakuwa wananishangaa mimi. Eh wanakushangaa kwa sababu gani vazi hili lina sehemu yake maalum? Sio tembelee mta. mtaani. Ah sio tembelee mtaani ndio ujue hiyo ndio heshima. Wewe vipi? Sasa mnataka paka niwe nafafanua. Mtaniumiza sasa kichwa. Yaani kitu chochote mtu kikivaa akakushangaa ujue kina heshima. Eh, hey, kuna mahali pake pa kuvaa. Sio unakulupuka tu kwa sababu eti mi ni vae basi, unaenda. We ukivaa suti